Kuna huyu mshikaji alikuwa anaongea na, na simu jina lake anaitwa Isaac. Sasa Isaac aliangusha pesa na kuna huyu dogo alikuwa anaokota makopo hapa. Sasa kawa anamwambia kaka, samahani, umeangusha pesa zako hizi hapa. Sasa Isaac akashukuru sana. Lakini Isaac anamwangalia huyu dogo akakuta, amevaa cheni ni ya gold na yeye amevaa cheni sio ya gold. Sasa kawa anafikiria huyu dogo amevaa cheni ya gold. Sasa kawa anakumbuka, mbali alikuwaga na mke alimpaga hii cheni ilikuwa inafanania hivi hivi. Sasa na yeye aliyovaa yeye, ni mke wake alimpaga. Akasema, hii cheni ni anani? Akasema, hii cheni mama alinipa. Akasema, mama yako yupo? Akasema huyu udogo, akasema ndio. Akasema basi unipeleke huko kwa mama yako. Basi aiza kikabidi sasa anze kumfuata huyu udogo nyuma, ili ampeleke kwa mama yake. Na mama yake ni nani? Sasa wakawa wanaelekea huko kwa mama yake huyu udogo. Sasa huyu udogo kwao ni hapa wanakaa tu pembezoni tu mwa barabara kwa sababu maisha yao ni magumu sana. Kazi yao ni kuokota makopo. Sasa Isaac anaonyeshwa kwamba huyu ndo mamako, anasema ndiyo. Sasa Isaac akamwita, sala sala, kageuka nyuma, ni nani anayemwita sala huyu lakini, kuja kuangalia, ni mume wake wa zamani kabisa, alimsaritigi alimwacha na katoto kadogo sana. Ikabidi e atoke spidi, anakuja hapa, kabidi aanze kumuuliza, we Isaac umekuja kufanya nini hapa na we ule nisaliti muda mrefu tu, ikabidi e sasa mshike mkono mtoto wake, we, umekuja kufanya nini na huyu?